Hivyo maboresho ambayo yanaendelea katika uwanja huu, tuseme kwamba huenda msimu mechi za nyumbani mkachezea hapa nyumbani Singida kwenye uwanja wenu. Huo ndio mpango ambao tuko nao kama kama uongozi wa club, ni kuhakikisha kwamba tunakamilisha sehemu iliyobaki. Palipobaki ni padogo kuliko tulipoanza uwanja ambao unafikia hatua hii, tunacheza mechi hapa za kirafiki. Kuna dressing room za kisasa humo ndani, kila kitu kimeshakaa sawa. Kilichobaki ni majukwaa, ni eneo dogo sana ambapo mnaweza mkamaliza hata ndani ya wiki moja. Sisi matarajio yetu msimu huu tukija kucheza nyumbani tucheze hapa mechi ya kwanza ndo hapa yani, ndo mpango wetu. Kwa tutawapa taarifa mashabiki wa Singida kwamba lini mechi ambayo tunaenda kufungulia rasmi uwanja, maana tulizindua uwanja kama project, lakini hatujauzindua na mechi ya mashindano hata moja. Kwa siku ambayo tutacheza mechi ya mashindano hapa, tutaifanya iwe Ma ni siku ya kipekee kwa mashabiki wetu wa Singida Black Stars, na tutakuwa tumeuzindua rasmi uwanja wetu kwenye mashindano, na haiko mbali eh, mwenyekiti e, Ibrahim Mirambo halali anawasimamia watu hapa kuhakikisha kazi inafanyika kwa spidi na viwango vya hali ya juu. Mtendaji wetu mkuu Jonathan Kasano Mshumbusi anahakikisha kwamba kila anayepewa kazi hapa anasimamia hii idara ya kuboresha miundombinu ili tuweze kutumia msimu huu kwao. Matarajio yetu inshallah, mambo yakienda kama tunavyopanga, mechi ya kwanza tutakayocheza nyumbani tutacheza katika uwanja wa Airtel.